Yes, kwa wale mashabiki wa Maua Sama, uh, ukizungumzia mmoja kati ya nyimbo ambayo pia ilimfanya awe katika picks za juu au nyimbo ambayo pia ilisikika na kuitika sana E, katika e, kizazi kipya cha bongo flavor ni nyimbo ya Iyokote ambayo ni moja kati ya nyimbo ambayo aliimba e, vizuri sana, lakini pia aliweza kuimba na Anstone Ile, bonge moja la ngoma, watu wengi walionekana sana kuielewa, watu wengi waliweza kuifuatilia e, mara baada ya nyimbo hiyo kuweza kutoka. Sasa Maua Sama amesema anakuja na kitu kingine ambacho kitakuwa ni kikubwa zaidi hata ya kile ambavyo mapokezi yalikuwa kwenye ile ngoma ya e, Iyokote. Lakini pia sasa Maua Sama ameweza kutangaza kuwa wimbo wake ujao utavunja rekodi ya Iyokote ni ya nyimbo zake zilizoweka historia kubwa kwenye muziki wa Tanzania. Kama inavyokumbuka kwamba Iokote ni bonge moja la ngoma, bonge moja la nyimbo, bonge moja la hit ambalo alikuwa limeshafanya vizuri sana kwa miaka ile ambavyo ilikuwa imetoka. Sasa kupitia Instagram ya Maua Sama aliandika kwe kwa kusema kai, hashtag pale eh, Iokote imefanya vizuri sana, anawaahidi mashabiki wake kuwa kazi inayofuata itakuwa ni kubwa ni kubwa zaidi. So ameweka ameweka ahadi kwamba kazi ambayo inakuja kwa sasa hivi, kila mmoja aweze kuitegea sikio, kila mmoja aweze kuisikiliza kwa makini kabisa, kwa sababu itakuja kuleta mapinduzi makubwa hasa kwenye tasnia ya Bongo Flava au katika tasnia ya kimuziki kiujumla. Lakini pia ameweza kuongeza kuwa kwamba ana imani kubwa na kazi hiyo mpya ambayo anatarajia kuweza kuitoa na amewakata mashabiki wake kwamba kweni tayari kwa maajabu au katika eh, hili linalokuja sasa hivi litakuwa ni noma, ni noma ni noma kabisa. Na hii ni dalili ya msanii bana Maua Sama kuweza kuendelea kutikisa anga la muziki eh, kwa mwaka huu 2025 n imekuwa ni noma sana. Iokote kila mmoja alikuwa anaipenda sana ni bonge moja la ngoma, bonge moja la hiti iliweza kutoka na watu wengi waliweza kuifuatilia. So kwa sasa hivi Maua Sama amesema nyimbo ambao wanakuja kuitoa sasa hivi itakuwa ni kubwa zaidi ya ile, itakuwa ni kubwa bonge moja la nyimbo so, tutegemee ngoma hii kwenye, itaweza kuwa ni kubwa zaidi ya Iokote, ama ndo zile mbwembwe tu za wasanii kuweza, kuweza kuweka attention ili wa, watu wake au mashabiki zake waweze kuendelea kumfuatilia. Sasa sisi kama Sawa Sawa Digital, endapo nyimbo itakapotoka tu sisi tutakuwa wa kwanza kukupa taarifa, lakini pia kukupa updates kuhusiana na swala hili la Maua Sama. Mimi kama Zidani kabisa nakwambia endelea kutufuatilia sisi kama Sawa, Sawa Digital katika platform zetu zote, nikimaanisha Facebook, Instagram, pamoja na X bila kusahau hapo YouTube, subscribe channel yetu ili kuweza kupata e taarifa zote kabisa, tunakwambia sawa sawa digital. Habari kinjani mwako.